Jeshi la ulinzi la Israel IDF limetangaza Jumamosi ya leo kuwa limekamilisha udhibiti wa ukanda wa Morag kusini mwa ukanda wa Gaza, na hivyo kuuzingira kabisa mji wa Rafa na kukatisha kutoka hani Yunis. Israel imesema hatua hiyo inaashiria mafanikio makubwa ya kijeshi katika vita vinavyoendelea Gaza. Kwa mujibu wa IDF, kikosi cha 36 sasa kinashikilia ukanda wa Morag huku kikosi cha Gaza kikifanya operesheni kwenye ukanda wa Philadelphia karibu na mpaka wa Misri na Gaza. Waziri wa Ulinzi wa Israel, Israel Katz, amewataka raia wa Palestina kujitenga na Hamas na kushinikiza kuachiliwa kwa mateka wa Israel. Huu ndio wakati wa mwisho kuiondoa Hamas na kumaliza vita, amesema Katz akionya kuwa operesheni za IDF zitaenea zaidi katika maeneo mengine ya Gaza. Ameongeza kuwa wale wanaotaka kuondoka Gaza wanaweza kuhamia nchi nyingine kwa hiari, chini ya mpango unaoungwa mkono na Marekani. Ndani ya Gaza, vikosi vya vifaru na askari wa miguu walivamia ukanda huo kutoka pande tofauti na kuungana usiku kucha. Vikosi vya uhandisi vinaendelea kujenga barabara katika eneo hilo kurahisisha shughuli za kijeshi. IDF imesema itaingia katika maeneo ya Rafah ambayo haikuingia hapo awali ili kuwasambaratisha wapiganaji wa Hamas waliobaki. Onyo la kuhamisha raia lilitolewa karibu wiki mbili zilizopita. Eneo la usalama la Israel kusini mwa Gaza linatarajiwa kufika kutoka mpaka wa Misri hadi Han Yunis likijumuisha mji mzima wa Rafa, karibu asilimia 20 ya ukanda wa Gaza. Ijumaa, IDF iliripoti kuuawa kwa kamanda wa wapiga risasi wa Hamas Ahmad Ayad Muhammad Farhat, pamoja na kuuawa kwa makumi ya wapiganaji wa kundi hilo. Pia ilithibitisha kushambulia malengo kadhaa, yakiwemo mahandaki na magala ya silaha. Onyo la kuhamishwa lilitangazwa pia kwa raia wanaoishi maeneo ya wa mashariki mwa Gaza ikiwemo Shejaya, Zeituni na Tufa kabla mashambulizi makubwa yaliyopangwa kufanyika. Attention, your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers.